Mlango wa kumi na nne. Katika mwaka wa pili wa Yehoashi mwana wa Yehoahazi mfalme wa Israeli, Amazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Naye alikuwa na umri wa miaka ishirini na mitano alipoanza kutawala, akatawala miaka ishirini na kenda katika Yerusalemu, na jina la mamae aliitwa Yehoadani wa Yerusalemu. Akafanya yaliyomema machoni pa Bwana, ila si kama babaye Daudi. Akafanya kama yote aliyoyafanya baba yake Yoashi. Walakini, lakini mahali pa juu hapakuondolewa, watu wakaendelea kutoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Ikawa mara ufalme ulipokuwa imara mkononi mwake, aliwaua watumishi wale waliomuua mfalme baba yake, ila hakuwaua watoto hao wauaji, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha torati ya Musa, kama alivyoamuru Bwana akisema mababa wasife kwa makosa ya wana, wala wana wasife kwa makosa ya mababa, lakini kila mtu atakufa kwa kosa lake mwenyewe. Akawaua Waedomi katika bonde la chumvi watu elfu kumi, akautoa Sela vitani, akauita jina lake Yoktheeli hata leo. Ndipo Amazia wa akatuma wajumbe kwa Yehoashi mwana Yehoahazi, mwana wa Yehu, wa Yehoahazi mwana wa Yehu mfalme wa Israeli akisema njoo tutazamani uso kwa uso. Naye Yehoashi mfalme wa Israeli akatuma kwa Amazia mfalme wa Yuda akisema, mbaruti uliokuwa uliokuwako Lebanoni ulituma kwa mwerezi uliokuwako Lebanoni kusema, umwoze mwanangu binti yako, kukapita hayawani aliyekuwako Lebanoni akaukanyaga ule mbaruti. Kweli umepiga Edomu, na moyo wako umekutukuza. Ujisifu basi, ukae nyumbani mwako Mbona unataka kujitia bure katika madhara, hata uanguke wewe na Yuda pamoja nawe? Lakini Amazia hakutaka kusikia. Basi Yehoashi mfalme wa Israeli akakwea wakatazamana uso kwa uso yeye na Amazia mfalme wa Yuda huko Bethshemeshi ulio wa Yuda. Yuda wakashindwa mbele ya Israeli, wakakimbia kila mtu hemani kwake. Yehoashi mfalme wa Israeli akamtoa Amazia mfalme wa Yuda mwana wa Yoashi, mwana wa Ahazia, huko Bethshemeshi, akaja Yerusalemu, akauvunja ukuta wa Yerusalemu toka lango la Efraimu hata lango la pembeni mikono mia nne. Akaitoa dhahabu yote na fedha na vyombo vyote vilivyoonekana katika nyumba ya Bwana na katika hazina za nyumba ya mfalme, tena watu kuwa amana, akarudi Samaria. Basi mambo yote ya Yehoashi yaliyosalia, aliyoyafanya na ushujaa wake na jinsi alivyopigana na Amazia mfalme wa Yuda, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Yehoashi akalala na baba zake, akazikwa katika Samaria pamoja na wafalme wa Israeli, na Yeroboamu mwanawe akatawala mahali pake. Naye Amazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda akaishi baada ya kufa kwake Yehoashi mwana wa Yehoahazi mfalme wa Israeli miaka kumi na mitano. Basi mambo yote ya Amazia yaliyosalia, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Wakafanya fitina juu yake katika Yerusalemu, naye akakimbia mpaka Lakishi, lakini wakatuma watu kumfuata mpaka Lakishi, wakamuua huko, wakamleta juu ya farasi, naye akazikwa huko Yerusalemu pamoja na babaze katika mji wa Daudi. Na watu wote wa Yuda wakamtoa Uzia aliyekuwa mwenye umri wa miaka kumi na sita, wakamfanya awe mfalme mahali pa baba yake Amazia. Ya huyo akajenga Elathi, akaurudisha kwa Yuda baada ya kulala mfalme pamoja na babaze. Katika mwaka wa kumi na tano wa Mazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda, Yeroboamu mwana wa, wa Yehoashi mfalme wa Israeli alianza kutawala katika Samaria, akatawala miaka arobaini na mmoja. Akafanya aliyo maovu machoni pa Bwana wala hakuyaacha makosa yote ya Yeroboamu mwana wa Nebati ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli. Yeye akaurudisha mpaka wa Israeli toka kuingia kwa Hamathi hata bahari ya Araba, sawasawa na neno la Bwana Mungu wa Israeli alilolinena kwa mkono wa mtumishi wake Yona mwana wa Amitai nabii aliyekuwa wa Gathheferi. Kwani Bwana akayaona mateso ya Israeli, kwamba yalikuwa machungu sana. Maana hakukuwa na mfungwa wala asiyefungwa wala msaidizi kwa ajili ya Israeli, wala Bwana hakusema ya kwamba atalifuta jina la Israeli litoke chini ya mbingu, lakini akawaokoa kwa mkono wa Yeroboamu mwana wa Yehoashi. Mambo yote ya Yeroboamu yaliyosalia, na yote aliyoyafanya, na ushujaa wake, na jinsi alivyopigana, akawapatia tena Israeli Dameski na Hamathi iliyokuwa kwanza ya Yuda, je, Hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Yeroboamu akalala na babaze, yani na wafalme wa Israeli, na Zekaria mwanawe akatawala mahali pake.